Twende Shinyanga salama na Mtwara, Bagamoyo pote, twende Shinyanga, twendeimkoba hata Mwanza na Arusha, kukutane Shinyanga mashariki na magharibi, kaskazini Nakusini. Shinyanga, msifu Yesu Kristu. Kwa majina anaitwa Doris Deudatus Maliwa kutoka jimbo la Iringa, ni makamu mwenyekiti taifa. Kwanza, kama tunavyojua, mwezi wa sita tutakuwa na kongamano la kitaifa litakaofanyikia Shinyanga kuanzia tarehe saba mpaka tarehe kumi na mbili Basi niya, nianze kutumia nafasi hii kumshukuru Askofu wa jimbo katoliki la Shinyanga, Askofu Sangu kwa kukubali wana TYCS tuweze kufanya kongamano letu katika jimbo lake. Pia niwashukuru walezi wote kwa kuandaa na kuendelea kuandaa kongamano letu la TYCS taifa. Pia ni, ni washukuru wana TYCS wote, na pia kuwakaribisha katika kongamano la kitaifa. Pia ningewaomba mapadri, watawa na wana TYCS wote wa Shinyanga waweze kushirikiana nasi vizuri, pia kutusaidia katika kongamano letu la kitaifa. Asante kwa kunisikiliza waisies, mapendo daima. Tumsifu Yesu Kristu. Naitwa Padri Listo Luko kutoka ofisi ya vijana, Baraza la Maaskofu Tanzania. Leo hii tuna ujumbe kuhusu kongamano la kitaifa la waisies litakalofanyika huko jimbo katoliki Shinyanga tarehe saba hadi tarehe kumi na mbili mwezi Juni mwaka huu. Awali ya yote nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru baba Askofu Liberatus Isangu, askofu wa jimbo la Shinyanga kwa kukubali kuwa mwenyeji wa kongamano letu la TYCS kwa mwaka huu 2025 tunamshukuru sana, kwa kuwa tunatarajia kweli utakuwa ugeni mzito, na wao kama jimbo wamekubali kuubeba ugeni huo. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru waratibu wenzetu wa timu ya waratibu wa jimbo la Shinyanga inayoongozwa na Baba Mkunya Pita ambao tumekuwa tunafanya kazi nao bega kwa bega hadi sasa katika maandalizi ya kongamano hilo. Nichukue e nafasi hii sasa kuwashukuru pia na walezi ambao wanapatikana majimboni, wao pamoja na sisi tunashirikiana pia kuandaa kongamano hilo na hasa kuwahamasisha wanafunzi shuleni kujiandaa kujitokeza kwa ajili ya kongamano hilo. Lakini basi kama alivyosema makamu mwenyekiti wa TYCS taifa, nami nichukue nafasi hii kuwaomba kwa namna ya pekee sana wanafunzi wote wa Katoliki wa sekondari kuwakaribisha katika kongamano hilo litakalofanyika huko Shinyanga. Hii ni fursa kwetu, hii ni nafasi kwetu ya sisi kujifunza. Ninapochukua nafasi hii kuwakaribisha niwaombe pia basi wenzetu wa jimbo la Shinyanga, mapadri, watawa, waamini na hususani wana TYCS wa Shinyanga kuona kwamba fursa hii ni ya wao pia, kuichukua kwa namna ya pekee sana kama neema kwao kupokea ugeni huu. Tunatarajia kuwa na wanafunzi wanaokaribia elfu mbili ambao watatoka majimbo mbalimbali katika mkutano huo wa wanafunzi kongamano hilo, kutakuwepo na watoa wa mada nguli, wakiwemo wa mababa maaskofu, mapadri, watawa na watu wengine mbalimbali mbali. Mada za kimaadili, mada za kiroho, mada za kielimu na mada zingine za kijamii zitakazotolewa kadiri ya umri na elimu ya watoto wetu. Mwisho kabisa niseme tu kwamba kauli mbiu yetu ya mwaka huu, kongamano la mwaka huu ni mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Inatoka katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya kumi na mbili aya ya kwanza. Ninawakaribisha basi watu wote na hususan wanafunzi kukaribia katika kongamano hilo. Ni fursa ya kukua kiroho, fursa ya kukua kiakili, fursa ya kukua kimaadili na kielimu. Ninashukuru sana kwa kunisikiliza na karibuni nyote Shinyanga, tarehe saba hadi 12 mwezi Juni elfu mbili ishirini na tano. TYCS mapendo daima. Nami basi kwa niaba ya sekretarieti ya Baraza la Maaskofu na kwa namna pekee sana kwa niaba ya walezi wenzangu wa TYCS majimboni, kwa pamoja tunasema karibuni Shinyanga, Shinyanga.